Na mtazamaji, huku msimu wa shamra shamra za sherehe pamoja na tamaduni za jamii ya Marakwet katika kaunti ya Elgeyo Marakwet zikibisha hodi, mashirika mbalimbali mbali katika kaunti hiyo yamejitokeza na kuendeleza uhamasisho kwa wakazi wa Sambirir, eneo bunge la Marakwet Mashariki, kuhusiana na hatari za ukeketaji. Kulingana na wakfu wa Neema unaohamasisha umma kuhusu athari za ukeketaji, kaunti ya Elgeyo Marakwet bado ina asilimia 19.7 ya visa vya vi ukeketaji na ni jukumu la kila mtu katika jamii kuhusika kukomesha visa hivyo. Wow. <coughs> We want to understand what are some of the things that they already underwent and what are some of the things that they need to be done so that this act may end. And also we have dealt with learners that is the school outreach program whereby we deal with learners from zero to 17 years because those are learners that mostly are being affected with this, uh, era, uh, this female genital mutilation. mwenya anaumia nuyule mwenya anataka kuchifungwa ananakwa na stress anakuwa dramatist, anaona ame ame amekuwa mtu mwenye, anakuwa isolated assol, anaona hata sio kama mama kama wa mama wengine, anaona yeye ako tofauti na wengine. Tumeanza kusema ya kwamba no to FGM, so komesha FGM. Sasa mambo ya FGM imekatazwa katazwa kabisa. Kama kama yule mtu ambaye anataka sasa kutahiri mtoto yake